Yes, ebwana watu wengi wakiwa wamejipanga kabisa vilivyo uh, kwenye maandamano haya ebwana. Juzi nilikuwa ninapita kwenye page flani pale nikaona mwamba ana brand biashara yake akisema kwamba yeye anauza manati ha, anauza manati eh, na gololi zake pia anauza kwa bei nafuu tu, hajui kuwa manati mtazitumia wapi. Anasema bwana, sijui kama manati mtazitumia wapi, lakini mimi kikubwa biashara tu nauza manati. Sasa hii ni kuonyesha kuwa watu wamejipanga sana kwenye haya maandamano ya tarehe 29 Oktoba, mwezi ambao ni mwezi wa kumi, mwaka elfu tano. Lakini, naye Mama Samia anasema kwamba nyinyi vile mmejipanga pia, mimi na wanajeshi wangu na polisi wangu tumejipanga vyema kwa, sa kwa sababu nyinyi uh, mnataka kuzua vurugu, na mimi vurugu nitazitambua bwana e, video yake ndio hii e, Mama Samia akiongea kuhusu swala hili la maandamano. Kuna watu wanatishatisha ili kuwafanya watu wasitoke tarehe ishirini Nataka kuwaambia ninayezungumza hapa ni amiri jeshi mkuu wa nchi hii. Nataka kuambia wasithubutu, kibati tu tukikipasuka, sisi tuko nao, tumejipanga vizuri, tumejipanga vizuri. Tokeni kapigeni kura, rudini nyumbani mkapumzike. Hakuna hakuna hofu, hakuna kuogopa. Tokeni mkapige kura. Tokeni mkapige kura tarehe 29. Balaa hapa eh, linalokwenda kufanyika wakati tunaelekea kupiga kura. Aa, mwaka huu wa 2025 tarehe 29 Oktoba hakuna eh, Mtanzania asilolijua hili. Kama ulijui, basi wewe utakuwa sio Mtanzania <clears> halisi. Eh, bwana sasa kuna baadhi ya ya taarifa ya kwamba kuna maandamano yatakwenda kutokea, ni kutokana na wananchi hawajafurahishwa na jambo hili la uchaguzi huu wa mwaka wa 2025 sababu viongozi eh, wanawakandamiza ah, wananchi sana. Kila kitu yani ukianzia gharama za vitu, bidhaa zimepanda eh, bwana. Serikali imekuwa ndivyo sivyo, alafu pia eh, kutekwa kwa wananchi, kuvisa vya kutekwa kwa wananchi vimekuwa ni vingi sana, ukianzia na kutekwa kwa ndugu yetu Polepole Pole. Na Polepole Pole ni mtu mwenye anafahamika sana, ndio maana alipotekwa basi watu wengi e, waliweza kujua, lakini kuna wengine ambao hawajulikani, lakini pia um, nao waliweza kutekwa. Sasa mambo kama haya wananchi e, wa Tanzania ni kama vile wamechoshwa na jambo kama hili e, na hivi basi kuhamasisha kwenda kufanyika maandamano hiyo siku hiyo hiyo siku kuu ya uchaguzi E, ambao ni tarehe 29 Oktoba Oktoba mwaka huu wa 2025, ambapo ni kama imebakia siku kama tano ama nne hivi, aa, tuweze kupiga kura, e, lakini kuna maandamano ambayo e, yamekuwa yakipangwa kwa, kwa platform hizi za mitandaoni ikiwemo TikTok kule, Instagram bwana, kuna majenzi ambao wanapanga maandamano eh, sababu ya kupanga maandamano ni sababu kama hizo ambao nime, ambazo nimeweza kukutajia hapa eh, wananchi bana, sasa hivi wamechoka kwelikweli. Eh, tumekuwa tukiona maandamano sehemu mbalimbali eh, ikiwemo kuna mahali kulikuwa kunaitwa kunaitwa Kenya kule eh, walikuwa na maandamano na hadi ikahamasisha vijana wengi kuweza kufanya maandamano ili kutetea haki zao, ikiwemo e, India pia e, kulikuweko na maandamano. Kuna kwingine kunajulikana kama vile e, Napoli, e, kuna kwengine kunajulikana kama vile e, Sri Lanka e, mtazamaji ni mataifa ambayo yamefanya maandamano na mwisho wa siku a, wakaweza kufanikiwa kuwapindua viongozi wale makatili na viongozi wale e, mafisadi kabisa kabisa ambao walikuwa wanakandamiza sana Uh, wananchi wa nchi hiyo sasa kupitia kupitia uh, kwa rais hapa ameweza ku, kuongea jambo fulani ambalo kidogo uh, limeweza kuogopesha uh, Watanzania asio wote, bali kuna baadhi kidogo wameweza kuogopa, sababu uh, rais wa uh, jamhuri ambaye anajulikana kama vile Dr. uh, daktari Samia Hassan Suluhu bwana daktari alafu sijui anatibu nini e, lakini ndio hivyo bwana daktari Samia Hassan Suluhu e, vile utaliita tu jina ukianzia na Suluhu Hassan Hassan Suluhu e, bora tu ni, ni rais wa Tanzania anasema kwamba msiwe na wasiwasi wowote, hakuna maandamano yatafanyika. Maandamano yenye yatafanyika basi ni maandamano ya amani e, ni hakutakuwa na nyinyi wala sijui nyinyi nyinyi E, sababu tumejipanga vyema, tumeweza kujipanga vyema e. Bwana, kuna baadhi ya video zake nitaweza kukuwekea hapa umsikie vile ambavyo anaongea huyu mama Samia. Anasema kwamba amejipanga vyema, kujipanga vyema mtazamaji, e, maana yake nini e? Kujipanga vyema ni kumaanisha security ameweza e, kuweka ya kutosha zaidi e, kama ni wa, polisi amemwaga polisi, polisi wengi wa kuhakikisha usalama utakuwa vizuri, kwa hiyo watakaojaribu kuandamana Ah, basi wataweza kupambana na wataweza kupambana na polisi hawa. Alafu pia kuna tetesi ya kwamba kuna video zingine nimeona hapo wanajeshi wa Uganda wameweza kuingia Tanzania ili kudumisha amani pia ambalo ni jambo kidogo eh, linazua gumzo hapa itakuwaje wanajeshi eh, ama polisi wa nchi nyingine wanakuja kwenye nchi eh, ku kuweka amani kwani nchi yenyewe haina wanajeshi wala haina polisi? E, mbona tuagize polisi nje ya nchi? E, bwana, hili ni jambo ambalo kidogo a, wengi wameona walizungumzie hapa na mimi nimeamua niweze kuelezea kinaga a, ubaga nitakuwa pengine e, unajua a, unajua polisi wa Tanzania kuna muda wanaweza wakaungana, yaani huyu mama Samia anahofia kwamba polisi wa Tanzania wanaweza wakaungana, wakaungana na wananchi eh, kuendeleza maandamano sasa, ibidi aweze kutafuta plan B, ambayo plan B ameweza eh, kutafuta wanajeshi na polisi wa Uganda, ameweza eh, kushirikiana na mkatili yule ama dikteta yule ambaye anajulikana kama vile Museveni. Um, mtazamaji Museveni na ndio namfahamu eh, dikteta mkubwa yule amekaa kwenye kiti miaka arobaini mpaka sasa bado hataki kutoka mpaka amezekea hapo mtazamaji. E, ya Museveni, tutakuja kuongea baadaye, lakini kwa sasa wacha tuendelee na sakata letu hili la Tanzania. Sasa polisi hawa wameletwa kuhudumisha amani, unajua a, polisi ukitu, ukimfa, mtazamaji ukichukua polisi kutoka nchi nyingine, hii ni kumaanisha kwamba hii ni kumaanisha ya kwamba e, Hawa hawatakuwa watu na wagopa lolote sababu pale hakuna ndugu yake, hakuna kakake, hakuna dadake, hakuna mamake wala hakuna uh, familia yake. Kwa hiyo basi watakuwa uh, wana uh, kama ni amani wanadumisha ya kutosha, kama ni kuchapa watu watakuwa wanachapa watu vilivyo. uh, hii ndio maana uh, ya, ya huyu mama kuchukua polisi ama wajeda wa nje waje kutekeleza amani siku hii ya uchaguzi ambayo ni tarehe 29 Oktoba. Uh, wengine wakisema wanatiki ila wengine wakisema hawatiki bwana. Sijui unasimama upande gani, utakuwa unatiki ama utakuwa hautiki bwana, utanihakikishia kwa utaniachia comment kwenye comment section pale ya Umbea Media uh, TV. E, acha nkuachie eh, ni acha nikuweze kuacha uweze kujionea hizo video ambazo zinaonyesha kwamba magari mengi ya wanajeshi yanazidi kuingia a, nchini hapa Tanzania, e, ya yani polisi wameweza kumwagwa wengi sana a, kuzu, ili waweze kuzuia wale ambao wataleta vurugu siku hii ama siku hiyo ya uchaguzi bwana. A full video nimeweza kukuwekea hapa a, utakuwa unajionea moja kwa moja, alafu pia usisahau kusubscribe kwenye channel hii ya Umbea Media TV ambayo ndio nazidi kukupatia burudani. Aa, na pia usahau kushare kwa ndugu jamaa na hata marafiki zako ambao nao wangependa kuziona aa, video kama hizi ambazo zinaenda kutrend wakati huu wa uchaguzi e bwana, zidi kuwa nami na zidi kukujulisha kila kitu ambacho kinaendelea aa, wakati huu wa uchaguzi bwana, imebakia siku nne tu. Leo tuko tarehe 25, simebaki siku nne watu waweze kutiki, ila wengine hawatatiki na wengine pia wakienda kwenye maandamano. Sijui msimamo wako upoje? E bwana niekee msimamo wako pale kwenye comment e, ya Umbea Media TV.